Ina, ina, ina, inaonesha ishara njema ya kufanya vizuri hasa kwa msimu unaokuja. Eh, mechi ya leo ilikuwa ni muhimu sisi tupate ushindi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumepata ushindi. Pamoja na kwamba ushindi tuliopata unawezekana kwa macho ya kawaida ukaonekana hauna thamani yote, lakini sisi kwetu wana Simba ushindi huu ulikuwa na tija kubwa sana. Kwanza walau tushinde mchezo mmoja. Ni, ni, ni, ni, ni aibu na fedheha na timu kubwa aina ya Simba Sports Club inamaliza michezo sita bila kushinda hata mchezo mmoja. Ilikuwa ni, ni aibu ya karne kweli kweli, lakini tulihitaji kushinda mchezo leo ili kurejesha imani ya mashabiki na uwanja wetu wa Benjamin Mkapa msimu huu e, tumecheza michezo mitano katika uwanja wa Benjamin Mkapa na hatujapata ushindi hata mchezo mmoja. It was very poor record, ambayo ingewaendelea kuwaumiza mashabiki wetu, lakini kama haitoshi, ingewafanya mashabiki wetu wasiuamini tena uwanja Benjamin Mkapa. Kwa kushinda hii leo, ilikuwa ni maalum kwa ajili ya kuwa kuwarejeshea matumaini na imani mashabiki wetu, ya kwamba tukiwa na timu nzuri tunaweza kushinda katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa. Na hii lazima ieleweke kwamba hatukupata matokeo mazuri katika mechi za mwanzo, sio kwa sababu ni Benjamin Mkapa, ni kwa sababu hatukuwa na timu ya kupambana ipasavyo. Lakini baada ya kufanya mabadiliko dirisha dogo la usajili na wakaja watu kuja kwa kuchagiza ubora, tumeona timu imeweza kupata matokeo katika uwanja Benjamin Mkapa. Kwa ushindi wa leo umetumika rasmi kwa ajili ya kurejesha heshima ya mnyama lakini vile vile kwa ajili ya kurejesha imani ya mashabiki wa Simba ya kwamba Benjamin Mkapa kwa Mkapa hatoki mtu. Semaji itakuwa ni dhambi ya mpira Anset kutokana na kile ambacho amekionyesha mchezo wa pili kimataifa anafunga. Familia vipi? Uko fresh bwana? Sijakuona siku nyingi mwanangu. Kipo wakati. Ah, basi unyama mwingi. Anset <laughs> Oura, unajua una kuna wakati unachanganyikiwa una, una eh, kukusema ni upi usajili bora wa Simba dirisha dogo, unaweza ukachanganyikiwa kabisa, uh, ukajikuta unatembea barabarani unaongea mwenyewe ama unavua nguo, kwa sababu haujui nani ni usajili bora katika dirisha dogo uh, unaweza kusema, yaani, wakati unataka kusema Anset Oura ndio usajili bora wa dirisha dogo Unakumbuka kuna Libasse Gay naye anafanya unyama vile vile. Wakati unataka kumaliza kuhusiana na Libasse Gay, unakumbuka kumbe hii timu ni timu ya Ino Jospin November naye ni, ni, ni usajili bora. Wakati unataka kufunga hisabu ya kwamba Jospin Olemba uh, ndio usajili bora wa dirisha dogo, unakumbuka kumbe Simba ina, ina Jibril Kasali Tanja mlinda mlango Mamadu naye ni, ni usajili bora kweli kweli. Wakati unataka kusema okay, basi fabilahi Tanja <laughs> ndio anatoka jasho <laughs> Nakapendaka kapole katulivu yenye, msikaharibu msikaharibu msikaharibu, kacheni kafanya kazi kwa utulivu, sawa mama, ukiwa na jambo lolote unishirikishe, tunalitatua sawa. Ni mimi ni mlezi wa waandishi wa habari Tanzania wa kike. Kwa hiyo bwana e, wakati unataka kusema e, nani ule Tanja ndio usajili ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio bora unakuja kukumbuka kumbe timu ya chama una, uzungumzie usajili bora. Kwa upande wa takwimu naye unaweza ukachanganyikiwa, i mechi nne za ligi ya mabingwa Afrika amefunga magoli. Ni, ni, ni rekodi ya ajabu kweli kweli, na nataka niwape kazi ndugu zangu waandishi wa habari, mkafanye huo utafiti Eh, yeah. Yeah. Eh, katika wachezaji waliosajiliwa dirisha dogo kote barani Afrika yeah, ni yupi amefunga magoli mawili kwenye mechi nne alizocheza? Kama mtampata it's fine, lakini mkimkosa basi, huyo mtu anabaki kuwa ni Anset Oura peke yake. Kwa hiyo wakati unaangalia una, una, una takwimu za Anset Oura unasema huyu ndio, mli, ndio ndio ndio ndio, ndio, ndio usajili bora wa dirisha dogo, unakuja kumkumbuka Jibril Kasali Tanja Mamadou, mlinda mlango amecheza mechi nne za ligi mabingwa Afrika na kila mechi aliyocheza ametokea kwenye orodha ya kafu ya walinda mlango bora mechi ya kwanza na Esperance mechi ya pili na Esperance mechi na Petro mechi ya hii ya leo vilevile vile. Amefanya save ambayo inamuingiza kwenye magoli kipa bora barani Afrika. Kwa hiyo unachanganyikiwa ukitaka umalize hapo kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, tanja, kwa sababu amekuwa goli kipa bora kila wiki, anatokea unakuja kukumbuka kumbe Libase Gaye eh, amekuwa mchezaji bora kwenye kila mechi ya ligi kuu ya NBC. Basi yabasi unachanganyikiwa tunachanganyikiwa unakosa majibu, lakini in conclusion tunasema tu kwamba e, Simba tumefanya usajili bora sana katika kipindi cha dirisha dogo na usajili wenyewe umezaa matunda kweli kweli. Tumalize ya Simba kwanza, basi unazunguka sana. <laughs> <laughs> <ya simba> <laughs> Simba, ni miongoni mwa timu ambazo zilikuwa zikiwakilisha bendera ya Tanzania, lakini mchano hii sasashaa nji ila majirani zenu, aa kesho ia z ingine labda mnatamani kuona na nyinyi pengine, kama ambao mlikuwa waanzilishi kwa kusaidia baadhi ya vilabu vingine kupata nafasi ya michuano ya kimataifa, muendelee kubaki nyinyi wenyewe na wala siti mzingine kuja kueka rekodi nyingine mbele yenu. Kwanza ni wape pole mashabiki wa Simba mesha zoea mechi kama hizi muda kama huu, eh, lazima tutoke uwanjani hapa na kidedea cha kutosha tukiwa na bendera yetu ya robo finali lakini mwaka huu e, mambo yamekuwa tofauti na mimi, ni kwanza ni wape pole mashabiki wa Simba e, tumewanyima kile kitu ambacho tumezoea kuwapa nyakati zote kwa maana ya, ya, ya robo finali okay. Lakini nichukue nafasi hii vilevile e, kwa kuwaambia kuwa, kuwa, wana Simba kwamba hili tulichukulia kama tukio la kimpira wa miguu na isitokee mtu akataka kunufaika na Simba kushindwa kwenda robo finali akataka sasa kujifanya ndo anaijua sana Simba, anaizungumzia sana Simba, anaipenda sana Simba, na kuzua taharuki na mtafaruku ndani ya klabu yetu. Sisi wana Simba wenyewe tunakubali, mwaka huu tumeteleza tunakubali mwaka huu msimu haukuwa wetu. Tunakubali msimu huu hatukuanza sawasawa mashindano haya na hatukujipanga vilivyo, na ndio maana tumeishia hatua ya makundi, na hiyo ndio nature ya mpira wa miguu. Usipokaa sawa sawasawa, wana, wenzako wananufaika. Nani alitegemea e, kama, kama Stade Malien angekuwa kinara wa kundi letu? Kila mtu alikuwa anaipa nafasi Esperance pamoja na mnyama Simba, lakini imekuwa tofauti a magumu tumeshindwa kwenda hatua ya robo fainali. Hiyo ni kawaida mno kwenye mpira wa miguu. E, tumekwenda robo fainali mara saba mtawalia. Sisi ndio klabu pekee Afrika Mashariki na Kati yenye rekodi kama hiyo. Ukitoka hapo na unakwenda Kosafu, unamkuta Mamelod unwena, unakwenda eh, Afrika Magharibi, unakwenda Afrika ya Waarabu ile su inatwaje, unamkuta unamkuta unamkuta Al Ahli. The rest hakuna mwenye record kama hiyo kwa hiyo tumekwenda robo fainali mara saba mtawalia mwaka huu tumeshindwa kwenda robo fainali isitokee. Okay, mtu unajua Simba unajua alafu Simba unajua Simba Simba Simba unajua Simba unajua uongozi Simba Simba Simba wanaogawanyika Simba Simba unajua Simba Simba Simba yeye Simba mchezaji Simba, hatutaki hatutaki ushauri kwenye, ku, kwenye kuanguka kwetu. Tumeteleza, tunajua tumeteleza wapi na tayari tumeshafanya mabadiliko na sisi tuko tayari kwa Champions League ya msimu ya msimu unaokuja. Kwa hilo ningependa kutoa angalizo kwa wana Simba tu, tuwewa pole, tukubali e, e, huku kuteleza kwetu, na sasa nguvu, hasira na kila kitu chetu tukielekeze kwenye ligi kuu ya NBC pamoja na kombe la shirikisho la CRDB. Semaji semaji ni na na kwenye peji wako, posi, eh, na wako mjitoze, kwenye ya wameposti matokeo ambayo waliwafunga tano kwa moja wanawatamani sana. Tumeshuhudia kiwango bora sana cha Anisit Oura e, tangu amewasili ame Simba <laughs> amekuwa akifanya vizuri kwenye, kwenye ligi ya ndani pamoja na kwenye michuano ya kimataifa na mpaka sasa amekuwa mchezaji tegemeo ndani ya Simba Sports Club. Eh, mimi naogopa eh, kadri, uh, eh, kadri Aneset Oura anavyocheza vizuri eh, kadri Aneset Oura anavyoonyesha kiwango bora kadri Aneset Oura anavyozidi kutamalaki na kuitawala Afrika, naogopa sana sasa hivi wataibuka watu watasema Aneset Oura ana mapenzi na timu yao, na naogopa kweli kweli, na yani kila kila Aneset Oura akifanya balaa pale uwanjani, kila Aneset Oura akimtambuka mtu, kila Aneset Oura akidribo mali na Oura, kama vile ananta kwenye mguu wake, mpira haupotei kila akifanya maajabu kila akifunga, mimi moyo wangu unadunda. Kata kata kata, nasema sasa hivi wataebuka watu watasema ya kwamba Aniset Oura ana mapenzi na timu yao, Aniset Oura hana furaha na simu. Naogopa naogopa mwenzeu, naogopa yani, mwenzeu eh, eh. Naogopa na, naogopa kweli kweli naogopa sana, sasa hivi sasa hivi wataanza wataanza kumshobokea na kumtamani, lakini hiyo ndiyo nature ya Waswahili wanasema eh, kizuri cha jiuza kibaya eh. Kwa hiyo ubora wa Anset Ora na wenyewe unaniogopesha, una tunaweza tukaingia kwenye ile pressure ya mpanzi, tunasema nguvu inarudi kwenye ligi kubwa yes. na kwenye ligi kuu kuna mchezo dhidi ya watani Yanga e, eh, mashabiki walikuwa wako na moyo wa unyongonyevu baada ya kupoteza mara sita mfululizo, unawaambia nini kuelekea kwenye mchezo huu? Utafika muda wake tutauzungumzia, uh, lakini kwa sasa mm. tarehe 17 kama sikosei, tuna mechi ya, ya ya ya, ya, nini yeah. ya CRDB Cup yeah. Yes, baada hapo tutakuwa tuna mechi nyingine hapo za ligi kuu. Ngoja mm. tumalize kwanza hizi alafu baada ya hapo tutazungumzia mechi nyingine. Sasa, baada ya kutazama uh, ubora wa kikosi leo hii na wachezaji namna ambavyo uh, wametoa tuma, matumaini makubwa sana. Wategemee uh, nini sasa, nguvu ambayo mnaenda kuelekeza mnavorudi ligi kuu ya kwanza, tunafahamu ugumu wa ligi kuu ya NBC. Tunaposema tunaelekeza nguvu kwenye ligi kuu ya NBC haimaanishi kwamba tunakwenda kutawala, tunakwenda kushindana. Ligi imekuwa ni ngumu sana, e, timu zimeimarika kweli kweli, na viwanja vingi vya mikoani e, vimekuwa na changamoto sana. Njoo e, ya mikoani mvua zinanyesha eh? Yeah. E, na, na mimi ningewashauri ndugu zangu andishi, kama kuna mtu na mashamba yake huu ndio muda wa kwenda kupalilia, na subiri kuvuna baadaye, kwa sababu eh, mikwani mvua. Wewe we, we, kwenu wapi? Tanga? E, Tanga naenda karibu. Mbaazi zime, zime, zime, zime, zime, zime, zime, zime, zime, mvua imekubali, ime kweli kweli safari hii e, kwa hiyo Viwanja vimekuwa ni vigumu, kwa hiyo hata uchezaji wake, mtu kama Anset Oura hawezi kuteleza kwenye tope. Kwa hiyo eh, tunaposema tunarejea katika ligi kuu haimaanishi kuna wepesi fan, tumeona huko hapana. Tunakwenda kupambana na of course eh, wachezaji wetu tumewaambia e, tumebakiwa na, na sehemu chache za kutupa heshima msimu huu. Sehemu yetu ya kwanza tumepoteza kwa maana ligi mabingwa Afrika, tumebakiwa na ligi kuu ya NBC pamoja na kombe la shirikisho towe kimasomaso kwenye ligi hiyo ya chama. Kwenye ligi kuu ya NBC anavaa 17, ndio ambayo amesajiliwa nayo. Alafu kwenye michuano ya kimataifa alikuwa anavaa ngapi? 24. Eh, kwa hiyo hiyo ni kwenye michuano ya kimataifa, lakini kwenye ligi kuu ya nimesi anavaa 17. Ni wa kiwango cha vibaya. Pengine mashabiki hmm. Bajaber, bahati mbaya sana sijapata current updates yake ananaendeleaje ana, ana, to namuona mazoezini lakini sijazungumza na madaktari e, kuniambia kitu gani kinaendelea kwa upande wake. Nipeni muda nizungumze na madaktari wetu alafu nitawajulisha nita, nita, nita, nita